Wanakosea kufanya hiyo wanaenda gym. mm -hmm. They get to have like a very big body up ya kuanzia huko kuanzia abs mpaka huko juu, inakuwa ni mwili fresh, lakini ukishuka chini kwenye miguu unakuta kamguu kako hivi kadogo <laughs> <laughs> ambayo ni makosa ya kiufundi yeah. Ambao yanatokea especially huko gym mm -hmm. Ama mtu mwenyewe fanya mazoezi ambayo Uh, you're just focused on your upper body then, uh, huku chini ambayo unafikiria ni kitu ambacho watu wanatakiwa wa waki-, uh, waki take into consideration, uwe na labda a trainer ama wewe mwenyewe you can do your researches online kwamba ukifanya mazoezi fulani na kufanya mwili unakuwa balanced. Mm. Hiyo ni tatizo pia kubwa kwa wanaume. Ukiwa unafanya mazoezi fanya mazoezi ambayo unahakikisha chini na juu, yeah, so, na juu yanakuwa fresh, sio mtu akikuangalia anaona mbona huyo umekaa kama fulani ambayo umekaa hivi hapo chini.